Baada ya taarifa kusambaa kuwa kuna timu pinzani kwenye ligi ya wanawake ziliwasilisha zi ombi kwa TFF zikitaka asimamishwe mchezaji Jasmin Mukanda Yisenga ambaye anachezea timu ya Yanga almaarufu kama Yanga Princess, kuwa afanyiwe uchunguzi, wakidai kuwa huenda ana maumbile ya kiume. Sasa basi, baada ya tamko hilo, na Yanga nao wakadai haina shida, wanataka wachezaji wa Simba pamoja na na JKT Tanzania waweze kuchunguzwa kutokana na kuwa na wasiwasi wasi kuwa huenda wakawa na maumbile ya kiume au wana jinsi ya kiume, ambapo sasa hii hapa ndio orodha ya wachezaji wa klabu ya Simba. Orodha ya wachezaji 15 wa klabu ya Simba yani maarufu kama Simba Queen, ambao Yanga wameomba TFF iwapime kuona kwamba ni je, kweli wana jinsia ya kiume au wana jinsia ya, ya, ya kike. Katika orodha ambayo imetolewa na klabu ya Yanga basi imeweza kuorodheshwa namna hiyo, ambapo namba moja e, ni mchezaji anayejulikana kwa jina la Umtesiwase e, Magnifico. Namba mchezaji wa pili anajulikana kama unas, e, Usanase Zawadi. Mchezaji wa tatu ni Asha Omari. Mchezaji wa nne ni Ruti Ingosi huku mchezaji wa tano ni Esther Kibo, mchezaji wa sita ni Elizabeth Wambui, mchezaji wa saba ni Nandede Zaina, mchezaji wa nane ni Vivian Colazon na mchezaji wa tisa ni Odama Amarachi, mchezaji wa kumi ni Sitia Shiruaso, mchezaji wa kumi na moja Aisha Mnuka. Mchezaji wa kumi na mbili anajulikana kwa jina la eh, Jenitisli Shikangwa. Mchezaji wa kumi na tatu ni Doto Evaristi na mchezaji wa kumi na nne Fatma Isa na mchezaji wa kumi na tano na wa mwisho ni Emiliana Mdimu. Hii ni orodha ambayo klabu ya Yanga imeweza kutoa kuweza kuchunguza kuwa huenda nao wana wasiwasi kwamba huenda hao wachezaji wakawa na maumbile ya kiume au wana jinsi tofauti, kutokana na kile ambacho wao wameweza kuwasilishia kuwa wao wa mchezaji wao wa, eh, Jemaine ambaye yeye imeonyesha, wao wanadai kwamba ana huenda akawa na jinsia ya kiume au ana maumbile ya kiume, hivyo wanaomba achunguzwe na Yanga nao wakaamua kupigibwa mapigo kwa kudai kwamba sio hao tu, na wao kama Yanga wana, wanaomba wachezaji wa klabu ya Simba 15 waweze kuchunguzwa kama orodha hapo ilivyotajwa, lakini na wachezaji wengine wa JKT Tanzania 15 waweze ku waweze kuchunguzwa kama wana jinsi ya kiume au wana maumbile ya kiume. Na majina hayo waliomba TFF iweze kuwapima na iwape majibu na wao wanapata wasiwasi, huenda wakawa sio wanawake, ila wana jinsi za kiume.